Nipe Nafasi, Msalame Mlapo. Kwa hivyo hadithi hii inahusu mama mmoja kwa jina Mama Kazili, ambaye mumewe alikuwa anafanya kazi migodini nchini Afrika Kusini, huku yeye na wanao wakiishi Lesotho katika kijiji cha Habelo. Mumewe Mama Kazili hakuwa anatumia pesa za kutumia, yani mumewe mama kazili, mumewe tuliambiwa anaitwa nani? Moshe, moshe. Hakuwa anawatumia pesa za kutumia na hivyo walikumbwa na uhitaji mkubwa pamoja na njaa. Nakumbuka wakati alikuwa anatumia alikuwa anatumia wazazi. Ompe. Kulikuwa na uvumi kwamba mumewe alikuwa na mke mwingine huko Bigodini. Japo Mama Kazili alilalamika kwa wazazi wake, mumewe haswa mamake hakuchukua hatua yoyote bali walimwambia ni kawaida mume kuwa na wake wengi. Alimwambia hivyo kwani iwapo Baba Kazili angetuma pesa, angezituma kupitia kwa mamake ambaye angeamua kumtumia au kutomtumia Mama Kazili. Mama Kazili alipoona kwamba njaa imewazidi aliamua kuwapeleka baadhi ya wanawe kwa jamaa mmoja wa mumewe hapo hapo Lesotho katika kijiji cha Makungeni kilomita 40 kutoka Habelo. Walisafiri kwa basi Uchwara hadi kilomita 30, basi liliposhindwa kuendelea. Iliwabidi wasafiri kwa miguu, haswa kupanda milima ya Maloti. ilikuwa safari ngumu. Walikabiliana na majabali pamoja na hatari ya kuanguka kutokana na utelezi, kwani mlima wenyewe ulikuwa na theluji. Kulikuwa na baridi kali pia safarini. Mama Kazili na wanao walianguka mara kadhaa. Mama Kazili alikuwa amebeba mwanawe mchanga mgongoni. Walifika mahali na Mama Kazili akaamua apumzike ili amnyonyeshe mwanawe. Hakuweza kumnyonyesha kwani Mkathili alikuwa amefariki. Mama Kazili hakuweza kuficha kilio chake kwa wanawe. Wote walilia kwa huzuni. Mama Kazili aliibeba maiti ya mwanawe Mkathili hadi walipofika kwa jamaa ya mumewe. Walipofika, Matweba alifurahi kuwaona watoto wa ndugu yake lakini maiti ya Mkathili iliwatia wasiwasi. Mama Kazili alishuku kwamba atalaumiwa kwa kifo cha mwanawe kwa sababu hakuwa ameomba ruhusa ya kusafiri kwa mumewe, kama ilivyo ada ya utamaduni wa ukoo wa Bela. Mwanamke alipaswa kuomba idhini ya kila kitu kwa mumewe. Japo mazishi ya Mkazili yalikuwa yanaendelea kupangwa, Mama Kazili alikuwa na maswali ya kujibu. Jamaa yote ilikusanyika, na Matweba akaanza kumhoji iwapo alikuwa na ruhusa ya kwenda Makongeni kutoka kwa mumewe, lakini hakujibu. Alipoulizwa mara ya pili, alijibu kwa ujasiri kwamba wanawake waonapo kwamba waume zao hawakidhi mahitaji ya familia zao, hawapaswi kukubali bila kuchukua hatua. Mama Kazili anasema amewapeleka watoto hapo kwa mwezi au miwili ili aweze kutafuta ajira ili aweze kuwalisha wanawe. Jambo hili linawakasirisha wanaume kwani hakuwa na idhini ya mumewe. Wanaume wanasema kwamba haijui Biblia wala kuheshimu kwani inasema wanawake wanapaswa kunyenyekea na kuwatii waume zao kwamba jamii yao inamuona mwanamke kama kiumbe dhaifu na wenye utambuzi finyu. Hatimaye wazee wanauleta mwili wa mkadhini kwa mamake na kuamrisha aibebe maiti hiyo mgongoni wakaizike habelo kwa kutowaheshimu. Wanawake wanaruhusiwa kuachwa kwa sababu ya hali mbaya ya anga. Aliporudi, tunaambiwa, mwishoni mwa mwaka huo Mama Kazili alikuwa mwalimu wa shule ya msingi bila idhini ya mumewe. Aidha, aliwalepeleka wanawe shuleni na kuweza kuwalisha kila siku. Hivyo pale kuna maudhui ya umaskini. Maudhui ya umaskini. Mama Kazili na wanawe wanakumbwa na njaa na uhitaji, kwani baba yao hakutuma pesa kutoka Afrika Kusini alipofanya kazi mgodini kwa zaidi ya mwaka. Kwa hivyo umaskini wa kwanza ni wanakumbwa na njaa. Pili, msimulizi anaeleza kuwa walikula staftai ya ugali wa mahindi usiokuwa na kitoweo. Huo ni umaskini. Walikula staftai ya u, ya ugali wa mahindi. Msimulizi na mamaye walitembea kwenda makongeni huku wamevaa mararu. Kwa hivyo umaskini mwingine ni msimulizi na mamake wanatembea kwenda makongeni. Pia nne wamevaa mararu rasa sabini na saba, wamevaa mararu. Huo ni umaskini. Msimulizi anaomba chakula kiwe tayari kwa haraka ili wakile, kwani walisafiri kule makongeni ili wapate chakula, wasife njaa. Kwa hivyo umaskini mwingine ni walisafiri makongeni wapate nini? Chakula, wasife njaa. Kwa hivyo unaona wanasafiri bila kula na taasubi ya kiume. Taasubi ya kiume ni pale mwanaume anajiona bora kuliko mwanamke. Kwanza, wazazi wa mume wa Mama Kazili walimtaka aelewe kuwa mume kuwa na wake wengi lilikuwa jambo la kawaida, na mke mwema hakufai kulalamika. Hivyo, taasubi ya kiume ni mke kuelewa kuwa mumewe kuwa na wake wengi ni jambo la kawaida, hafai kulalamika. Na sita, mume kuwa na wake wengi ni jambo la kawaida, hapaswi kulalamika. Taasubi nyingine ya kiume ni Mama Kazili analaumiwa mtoto wake kufariki. Yaani Mama Kazili analaumiwa mkadhini kufariki. Wanasema hangefariki wapo angeheshimu mumewe na kupata idhini kutoka kwake. Yaani kama angemheshimu na kupata ile ruhusa ya kusafiri. Pia Mama Kazili alifahamu kuwa angekumbushwa aliolewa kutoka Swaziland kutengeneza watoto si kuolea watoto. Angekumbushwa kuwa aliolewa kutoka Swaziland kutengeneza watoto si kuolea watoto. Taasubi nyingine ya kiume ni Matwemba kumuuliza mama Kazili alipata ruhusa kutoka kwa nani kuja pale Makongeni. Alimuomba hata alimuuliza iwapo alimuomba mumewe wewe ruhusa ya kwenda Makongeni. Pia taasubi ya, ki, eh, ya kiume nyingine ni pale ambapo mwanamke mmoja ambaye alimwambia mumewe ni mzembe, aliadhibiwa vikali na hata akauliwa. Mwanamke mmoja alimwambia mumewe alikuwa mzembe, aliadhibiwa vikali na hata kuuliwa. Hiyo ni taasubi ya kiume. Wanaume walihisi Mama Kazili amewatusi na walitamani kupata nafasi wa mtie mikononi na wamrudi vilivyo. Kumtia mikononi ni kumpiga na kumrudi vilivyo. Hiyo ni taasubi ya kiume. Walikuwa na hisia Mama Kazili amewatusi na walitamani kupata nafasi ya na kumtia mkononi na kumrudi vilivyo. Wakati mama Kazili alikuwa anazungumza, wanaume walimkazia macho kwa chuki na kisasi. Wakati mama Kazili hakuwa anataka azungumze. Kwa hivyo ule ile tasubi ya kiume anataka kumpa nafasi kumsikiliza. Kwa hivyo wakati alikuwa anazungumza walimkazia macho ya chuki na kisasi. Pia tasubi ya kiume inaonekana pale mama Kazili anasema jamii inachukulia mwanamke kama mtoto. Inamchukulia mwanamke kama mtoto ambaye anapaswa kuwa chini ya utunzaji wa mwanaume kumchukulia mwanamke kama mtoto ambaye anapaswa kuwa chini ya e utunzaji wa mwanaume. Pia ni taasubi uh, ya kiume pale ambapo wanawake wanahitaji kuomba ruhusa. Kuomba ruhusa kwa mambo madogo kama kutembelea marafiki, kutafuta ajira au kujiendeleza kimasomo. Hiyo ni taasubi ya kiume pale anahitaji kuomba ruhusa kufanya mambo madogo kama kutembelea marafiki, kutafuta ajira na kujiendeleza masomo. Taasubi ya kiume pia inaonekana pale ambapo wanaporejea nyumbani, pale wanaume wanatoka kwenye crawl, ile crawl. Unapata wanaume waliketi kwenye viti na wanawake wakaketi wapi? Sakafuni. Taasubi ya kiume. Pia kuna yale maudhui ya usaliti. Ni pale ambapo uh, mumewe Mama Kazili. Mumewe Mama Kazili anasaliti mkewe kwa kuwa na mke mwingine kule magodini. Anamsaliti uh, mkewe kwa kwa pato anamsaliti anam, mtoto na mkewe na watoto wake, yani pale ambapo anakuwa na mke mwingine huko migodini. Kuwa na mke mwingine huko migodini. Wakwe wa mama Kazili, yaani wale wazazi wa Moshe walimsaliti kwa kutosikiliza malalamishi ya mama Kazili, walimsaliti kwa kutosikiliza malalamishi ya mama Kazili wakati ambapo alikuwa analalamika, alikuwa na mke mwingine huko. Huo ni usaliti. Pia Moshe, si ni baba Kazili uh, au baba mwite, babake msimulizi anamsaliti mama Kazili kwa kutotumia pesa wale ambapo, uh, yule anamsaliti mama Kazili kwa kutotumia pesa kwa mwaka mzima, anakosa kumtumia pesa mwaka mzima. Pia ana, ana anamsaliti kwa kutuma pesa kwa nyanyake, anatuma pesa kwa nyanyake. Pia jamaa wa babake wale, jamaa wa babake wanamsaliti mama Kazili kwa kumwambia bebe maiti ya mwanawe, wanamwambia bebe maiti ya mkadhini hadi ya belo kwa mazishi. Mtoto wake amekufa, wanakuambia tena ubebe maiti mwenyewe, au ni usaliti kwa kumwambia bibi maiti ya mwanawe hadi Habelo. Pia jamii inawasaliti wanawake kwa kuwalazimu kuomba ruhusa kuboresha maisha yao. Jamii inawasaliti wanawake kwa kuwalazimu kuomba ruhusa kwa kila jambo wanalotaka kufanya. Tuingie katika maudhui ya ukatili. Ukatili ni pale ambapo mama Kazili a kupata, oh, yani kupata senti kutoka kwa nyanyake. Nyanyake msimulizi, yaani mama, mama Kazili a kupata senti kutoka kwa mamake Moshe hata baada ya pesa kutumwa, huu ni ukatili, mama Kazili a kupata senti zote. Pia Moshe kukosa kutuma pesa mwaka mzima, kukosa kutuma pesa mwaka mzima ni ukatili. Katili mwingine ni wanawake kuomba ruhusa. Kuomba ruhusa kwa kila jambo wanataka kufanya. Wanawake kuomba ruhusa kwa kila jambo ambalo wanataka kufanya. Mama Kazili kuambiwa na Matwemba abebe maiti hadi Makongeni. Mama Kazili kuambiwa na Matwemba abebe maiti. Mwanaume kuiweka maiti ya Mkathini karibu na Mama Kazili wakati walitoka kwenye krol. Alikuja na maiti ya Mkathini na akaiweka karibu na Mama Kazili. Huyo ni ukatili. Mwanamume mmoja yule manam... alikuwa mwanamume wa mwisho kutoka kwenye krol, anaiweka ile maiti ya Mkathini karibu na Mama Kazili. utamaduni utamaduni utamaduni, mwanamume kuwa na zaidi ya mke mmoja. Kuna utamaduni wa mwanamume kuwa na zaidi ya mke mmoja. So, wale wazazi wa wamoshe walisema ni jambo la kawaida kwa so, hivyo mume kuwa na zaidi ya mke mmoja. Wanaume walisuluhisha matatizo yote ya kifamilia wanaume walisuluhisha matatizo yote ya kifamilia. Wanaume walisuluhisha matatizo yote ya kifamilia kwenye wanawake wana kuwa chini ya wanaume. Wanawake kuwa chini ya wanaume, wanawake kuwa chini ya wanaume. Wanaume wanazilinda tamaduni, wanaume wanazilinda tamaduni. Tuangalie sifa za wahusika, angalie zile sifa ziko pale. Kwanza ni jasiri, Mama Kazili anabeba maiti ya Mkathini hadi Makongeni. Ni jasiri, anabeba maiti ya Mkathini hadi Makongeni. Amewajibika, anasomea walimu na kuwapeleka kuwapeleka watoto watoto wake wake shuleni shuleni, anasomea walimu na. Ni mlezi mwema? Mlezi mwema, kuwapeleka watoto wake shuleni, anawapeleka watoto wake kwa jamaa ya baba wasife njaa ni mlezi mwema, anawapeleka watoto kwa jamaa ya baba wasifinja. Ni mwenye msimamo thabiti, mwenye msimamo, hata baada ya kuonywa anafanya anasoma na kupata kazi bila idhini ya mumewe. Hata baada ya kuonywa anasoma na kupata kazi bila idhini ya mumewe. Matwemba, Matwemba ni katili. Anamwambia Mama Kazili abebe maiti ya Mkathini hadi Makongeni. Mkatili anamwambia Mama Kazili abebe maiti ya Mkathini hadi Makongeni. Ni dikteta. Anatoa wa, wa, anatoa uamuzi ambao upaswi kubatilishwa. Ni dikteta anatoa uamuzi ambao upaswi kubatilishwa. Haya maswali ambayo anataka ujibu, swali la kwanza kwa kurejelea hadithi ya Nipe Nafasi, kwa kurejelea hadithi